Ya maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa ambayo yanafanyika hapa mkoani Singida yakiwa yamebebwa na kauli mbiu, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi sote tushiriki, yamekamilika katika viwanja hivi vya Bombadia hapa mkoani Singida, na haya mazingira na mandhari haya yanayoyaona, a yameandaliwa hapa yanayo hadhi zote za rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kuwa kazi hii ni nzuri na tunaamini imeangalia karibu kila uhitaji wa shughuli ya kesho jukwaa kuu ina nafasi zote hizi za kukaa wageni wote ambao wanatarajiwa tunaamini kwenye mialiko hatuna shida tumeona hapo katikati eneo la wafanyakazi inaonekana mwaka wa wafanyakazi watakuwa wengi kuliko miaka mingine, naona viti ni vingi kuliko nilivyoona mwaka jana. Azam News imeweza kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi ambao wanaelezea matarajio yao kuelekea katika maadhimisho hayo ya kitaifa. ni maboresho ya maslahi ya utumishi wa umma kiukweli, tumetega sikio tunamsubiri kwa hamu kusubiri nini anatarajia kutuahidi. Na licha ya hivyo, sisi tunachomwahidi ni kutekeleza wajibu wetu kama watumishi, kufanya kazi kwa bidii, kutekeleza wajibu wa serikali kama mtumishi wa umma, nini kinatutaka tufanye. Tunaamini mama yetu mama Samia anaweza kasema chochote juu ya maslahi mapana na makubwa kwa ajili ya sisi watumishi This time na natarajia sana kusikia kwenye engo, engo, engo, engo kwanza ya mishahara yes, huko ndo natarajia sana, kwa sababu ni eneo ambalo tumelisubiri kwa muda na, na Mheshimiwa Rais ameshatuahidi several times kwamba ana, ana, anaona namna gani na namna tunavyofanya juhudi katika kazi. Wakati wafanyakazi wakiwa na matarajio hayo, chama cha waajiri nchini ate na shirika la kazi duniani ILO, nao wakaeleza haya Tanzania kwa sera ambazo wameweka, ambazo zinahakikisha kuna kuna kuna, kuna wafanyakazi wana sehemu nzuri eh, ya kufanya kazi, wafanyakazi wanapata kiwango cha mshahara kadri ya kazi ambayo wanafanya, na wafanyakazi wanaweza kuheshimika. majiri na mfanyakazi wanategemeana, eh? kukiwa hakuna waajiri, hakuna biashara, wafanyakazi wataajiriwa na nani? Na maslahi haya kama ambavyo wafanyakazi wana haki na maslahi yao mahala pa kazi, na waajiri na biashara pia zina haki na maslahi yao katika, katika kufanya biashara. Hapa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini TUCTA linaeleza matarajio yake na masuala waliyoyawasilisha na kutekelezwa na serikali. Sisi binafsi tunasubiri tuna, tuna ma, ma, majibu mengi ya mambo ambayo tulishampa, japo yaliyo mengi zaidi tayari tumekusha kuyapata na mafanikio tumeyaona. Tume Rais Samia Suluhu Hassan ndiye mgeni rasmi katika sherehe hizo akisubiriwa kusikia je, yale wanayoyatamani wafanyakazi atayajibu na kutuliza kiu yao? Ni swala la kusubiri. Deus Liganga, Azam News, Singida.